Na ni saa saba mchana majira ya Afrika Mashariki na hizi ni habari za sasa za Wamuzi Media. Jina langu ni Felix Asunga. Tuanze na taarifa ambapo kongamano la kukuza talanta na ubunifu miongoni mwa vijana liliandaliwa hii leo katika mji mkuu wa Kakamega. Miongoni mwa talanta zilizojitokeza ni pamoja na kucheza densi, kuimba, kutangaza habari na kuigiza. Tuungane naye Esther Mogoha kwa taarifa za kina ili kubaini uwezo wa vijana kutoka maeneo mbalimbali. Baadhi ya talanta zilizoibuliwa na kuigizwa ni uimbaji, ambapo Peter Orlando, msanii kutoka kaunti ya Uasinigishu, aliibuka mshindi baada ya kuimba nyimbo tatu za Injili. Aidha, Shabra Kogola ya mwigizaji, naye hakuachwa nyuma, aliibuka mshindi katika kitengo cha uigizaji. Kinachosikitisha na kuvuja moyo ni kwamba vijana wengi Mtazamaji wangu kufikia hapo sina la ziada, na kumbuka studioni. Nikiripotia Wamuzi Media, jina langu ni Esther Mkoya. Ah, asante sana Esther kwa taarifa hiyo ya ukuzaji wa talanta. Na mtazamaji wangu kufikia hapo sina la ziada ila kuhitimisha awamu hii ya saa saba mchana, unaweza pia kutupata majira ya saa tisa mchana au tufuate katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube na WhatsApp @wamuzinews. Jina langu ni Felix Asunga.